Naam, ebwana tukio unaloliona hapo ni tukio la kusikitisha, la kutisha, na la kushangaza vile vile, ni kwamba unavyoona hapo bwana, ni tukio ambalo linamwonyesha kijana, vijana wawili ambao walikuwa wanashirikiana e, katika uvamizi wa ofisi ya huduma za wakala wa kifedha e, kwa jina lingine watu wanasema kwamba ni mawakala wale watigo pesa ya Telmani na mitandao mingine tofauti tofauti, ambayo inatoa huduma za kifedha. Kama unavyoona ni kwamba kijana ameruka ameingia upande wa pili. Uh, huyu dada alikuwa hana hata msaada, hana jinsi yoyote ile ya kujitetea. Wakachukua fedha then akaruka upande wa pili na mwenzie wakakimbia. Baada ya hapo, ndipo binti akatoka, nadhani alikuwa anataka kupiga simu labda polisi, alishindwa hata kupiga kelele. Na ukiwatazama tu kwa haraka haraka, hawakuwa hata na silaha yoyote ile nzito, wamechukua pesa kiulaini hivyo. Kwa hiyo, hii ni video ambayo imesambaa mitandaoni, lengo ni kutoa tahadhari kwa watu ambao wanafanya huduma za biashara hii ya huduma hizo za kifedha kwamba wawe makini, eh, kwa ajili ya kuchukua tahadhari. Kwanza kabisa, lazima kuwe na mlinzi, eh, japokuwa of course kuna CCTV kamera ambazo zinaweza zikasaidia labda zoezi la kupatikanaji wa hawa vijana, lakini ni jambo la heri kama ungekuwa kuna ulinzi. Lakini pia chumba cha mtu wa huduma kingekuwa kiko secured zaidi, eh, kusingekuwa kuna hiyo nafasi ya mtu kupenya juu kuruka kuingia upande wa pili huku. Basi pia ingekuwa ni jambo la heri sana kwa sababu huenda hiki kitu kisingetokea na ukiangalia unaona kabisa kwamba e, ofisi ilikuwa kweli kabisa haina ubora wowote. Mtu anaweza akasukuma akapita upande wa pili akafanya alichokifanya, kama hivyo akatimua kama alivyoondoka. So ofisi nayo pia, na inaonyesha kwamba haikuwa na vizingiti. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili? Hebu weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tukuwa tunaiona, lakini pia vilevile, hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.